Ikhwani ikwani wa akhwati fi llah, uhayikum bitahiyati mubarakati min indi llah ala wahiya, salamullahi alaikum wa rahmatuhu wabarakatuh. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezimungu subhanahu wa taala na kumtakia ziada kwa wingi kipenzi cha umma Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasalam, popote pale mlipo, mnaendelea kufuatilia Maalim Shabani. E, ama tunasema tuko katika mwendelezo wetu, tumerudi kama ada, tuna kama ada yetu, tuendeleza vipindi vyetu mbalimbali. Ama liaumu ama siku ya leo, tupo katika mwendelezo wa vipindi vile ambavyo tunavyotoka navyo, na siku ya leo e, hatuna mengi ya kuzungumza. Tulisema tutakuja kuzungumzia hii dawa ya kashikashi japo tulielezea tu kwa muktasari juu kwa juu, lakini siku ya leo tutaizungumzia ufanyaji wake wa kazi, na kashikashi ipo kwa ajili gani, ni kwa sababu gani? Yani ndugu zangu wapenzi watukufu, hii kashikashi ni dawa hasa ambayo inahusika na masala ya wanaume kwa upande wa wanawake. Dawa hii tutaielezea inafanya kazi gani, lakini hasa kwanza tuanze na wanaume. Hii dawa kwa wanaume kwa wale ambao wana matatizo aidha ya kishetani au aidha yao ya kawaida ya kibayolojia, kwa mtu anakuwa yuko mbali na mkewe. Tuanze na matatizo ya kishetani, anapokuwa mbali na mkewe anakuwa na zile full hisia, ushanifahamu eh, ana hisia nzuri tu, lakini akishafika kwa mamie sherele ha kitu ambacho kinachofanyaje kinachoendelea sasa, unakuta mtu akikutana na mamia sherele kana kwamba amekutana na dada yake wa baba mmoja mama mmoja, au amekutana na mama yake mzazi, hawezi kufanya chochote. Kwa ajili hiyo kunakuwa kuna tatizo, au mwingine anaweza akafanya jambo, lakini asifike kokote, wanasema hata hatua tatu hawezi kupiga. Hili ni tatizo na hili tatizo litakuwa linatokana na shetani. Basi mtu mwenye kusibiwa na tatizo la sampuli hilo na linalofanana kama hilo, basi achukue hii kashkashi, naweza kuitumia kwa idhini ya Allah, itakuwa nye kumsaidia lakini matumizi yake sasa, anatakiwa achukue kashikashi, achukue mafuta ya Hizbul Bahari, achukue limau mujarrabu, achukue na maa ushifa. Hivi vitu vyote natumia kwa wakati huu mmoja hii unaitikisa hii, matumizi yake inatikiswa vizuri, alafu anakunywa vijiko vitatu asubuhi. Alafu anachukua limau mujarrab, anachukua maji kwenye glasi, anachukua hii limau mujarrab, anatia vifuniko mle vitano au sita, alafu anakunywa. Baada ya hapo anachukua ma ushifa vifuniko vitatu anakunywa. Baada ya hapo anachukua mafuta ya Hizbul Bahari, atapaka mwili mzima, alafu mengine atapaka sehemu zake za siri. Ndugu yangu mtazamaji, hilo tatizo kama linakusibu kweli, basi kwa uwezo wa Allah litaondoka moja kwa moja. Utakuwa na uwezo wa kwenda kwa mamiesherele na ukaweza kumudu <coughs> na kama tatizo hilo ni la kibaiolojia pia, ni matatizo tu ya nguvu yn yani, halihusiani na mashetani, basi naye atatumia kama hivi alivyotumia, mshinifahamu vizuri, kama hivi alivyotumia huyu mtu mwenye tatizo la mashetani, na utatumia vivyo hivyo kwa uwezo wake Allah subhanahu wa taala, ilo tatizo litakuwa lenye kuondoka. Na kwa yule ambaye amepatwa na mtihani kwamba babu apiji stata kabisa, yani washa washa na wewe, washa washa na wewe, maliza sehemu zote za hisia, kugusa wapi, mshanifahamu vizuri eh? Hamna kinachotokea kwa ajili hiyo. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Maalim Shaabani, mtu wa design hiyo naye pia atatumia hii kashikashi na matumizi yake atatumia kama hivyo, atapata kashkash mau shifa, mafuta hizbulbahari na limau mujarabu. Tutamwelekeza uzuri tu namna kutumia kwake, kwa uwezo wa Allah atapiga starter vizuri na gari litatembea. Nikizungumza hivyo unanyeelewa uzuri sana, gari litafanyeje? Gari litatembea uzuri tu. Sasa hii ni kwa upande wa kina baba, kwa wale ambao wenye mashaka hayo Labda tuje tena kwa upande wa akina baba, mwenye kusibiwa na maradhi ya tumbo, akila tumbo linauma, akiwa na, na njaa tumbo linauma, atumie kashikashi sihiri. Kwa uwezo wa Allah hayo maumivu yataondoka, yawe, yawe ni yanatokana ya na ngili. E, mara nyingine anatokana na ngili, anaweza kutumia hii pia. E, kashikashi na insha Allahu taala kwa idhini ya Allah atakaa sawa. Tuje kwa upande wa akina mama upande wa kina mama hii inasaidia sana kwenye masala ya chango. Mwenye kusibiwa na chango, kupata ujauzito ni ngumu sana. Mwenye tumbo lile la chango, lile kushika ujauzito na kuwa ni shida, na akishika ujauzito wake unakuwa ni wa matatizo sana. Kwa ajili hiyo, yule mtu mwenye tatizo la chango apate kashikashi hii, aitumie, itamsaidia sana. Na kwa yule mtu ambaye hashiki ujauzito Yani, ujauzito ye hashiki, na aidha akishika unaharibika, basi atatumia ikashikashi. Matumizi yake yanatumika vipi? Atatumia ma ushifa na atatumia ikashikashi, lakini pale atakapomaliza ada yake kwenda kwenye siku zake, kwa mfano, ndo anamaliza leo asubuhi, alfajiri fahamu, au kamaliza jana, leo alfajiri anakuwa yuko mpya, leo alfajiri anakuwa yuko tohara. Basi pale pale tu anaanza na kutumia kashikashi, kwa uwezo wa Allah hawetoweza kumaliza hii dawa akikutana na, na mume wake atashika ujauzito. Tukasema tutakuja kuelezea kashikashi kwa muktasari wake. Basi hayo ndio e, matumizi ya kashikashi na hayo ndio na hizo ndizo faida zinazotokana na hii dawa ya kashikashi sihiri. Nazani utakuwa umenielewa. Kama utakuwa una suali la kuniuliza kunako hii kashkashi sehri, basi utakuja kuniuliza kwa kupitia kwenye comment hapo, au kunitumia hata ujumbe mfupi kwenye, kama una jambo uliza huko, niko lhaba miio, je hiyo inaweza kanisaidia? Lakini ni katika mambo hayo, na kuna wale ambao nimesahau afwan. Kuna wale ambao wanakwenda anaangusha, yani nazi ya kwanza hawezi kurudia tena kuangusha nazi kwa mara ya pili, ina maana akizunguka uwanja mara moja kurudia tena uwanja kuuzunguka kwa mara ya pili anakuwa hawezi. Pia naye kashikashi sihiri namuhusu atumie hii, kwa uwezo wa Allah atatoka kwenye huo mtihani. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Maalim Shabani, tupo hapa kwa ajili ya kufahamishana. Nilisema nitakuja kuielezea kashikashi, na hii inapatikana kwa ujazo E, wa nusu lita na kwa ujazo wa lita nzima. Hii ndio nusu lita na hii hapa ndio lita nzima, ndugu zangu. Hii inaingia asali lita nzima, na hii mwi inaingia asali nusu lita nzima. Kwa wale wenye kusibiwa insha Allahu taala na mashakili hayo e, watumie hii kash kashikashi sihiri kwa idhini yake Allah, Subhanahu wa Taala Mwenyezi Mungu atawashika mkono, mtakuwa ni wenye kufanikiwa. hii ni tulul umri. Tulul umri na maana yake au inaitwa kwa jina lingine mnazi. Kazi yake kubwa ni kurefusha maumbile. Wale ambao maumbile yao yanaingia ndani, maumbile baada ya kuwa makubwa yeye yanarudi ndani, yananywea, atumie hii hapa. Kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala, mtu huyu atakuwa ni mwenye e, kufanikiwa kwenye hilo jambo lake. Na wale ambao wenye mashakili ya akili kwa kurogwa, huanda wazimu basi kuna dawa ya radi hapa, tunayo nafikiri, ikitumika vyema hii kwa utaratibu wake, ili akili itakuwa inarudi taratibu, na ukiongezea na kisomo kwa uwezo wa Allah, mtu huyo hatochukua muda mrefu, akili zake na memori zake zitakaa zitakaa vizuri. Ndugu mtazamaji, tunawakumbusheni watukufu wa Uislamu, tunawakumbusheni na hata msiokuwa Waislamu mnaofuatilia Maalim Shabani, pia tunahitaji michango yenu. Kuna wengine sio waislamu lakini tunahitaji michango yenu na nguvu zenu. E, wapo ambao tumekuja kuwasaidia ambao si waislamu e, tumewashughulikia pia. Tunahitaji nguvu zenu na michango yenu, kwa sababu hili jambo tunaoenda kulifanya hapa ni kwa ajili ya faida ya umma. E, kwa ajili ya faida kusaidia umma utokane kwenye masala mazima ya ushirikina na hatimaye watu warudi kwenye njia ya sawa ya Qur'ani. E, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Maalim Shabani tumesema nyumba ile inauzwa shilingi milioni 25, kwa kweli mpaka eh, sasa tunapozungumza bado eh, hatujapata hiyo pesa, na tunatarajia biidhnillahi alkarim sifike miezi sita pale pale tumeshapata eh, na tuweke mazingira vizuri, walillahi alhamdu, tutakuwa kama vile eh, tumewasaidia ndugu zetu, na hii itakuwa kama vile ni sadaka. Tunjalia yako ndugu mtazamaji, lawezekana na linawezekana, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Maalim Shabani, kiufupi, tunahitaji kituo cha kudumu sio kile cha kuhama hama. Leo mko hapa, leo mko kule, leo mko huku. Kwa ajili hiyo tunahitaji support yenu, tunayoyafanya ni makubwa dhidi ya jamii, lakini kwa sababu nguvu zetu ni ndogo na tunafanya kiunyonge unyonge, lakini hivyo hivyo hivyo, alhamdulillah wal minna, kwenye hili nikasema hapana, niwatangazie na niwafahamishe ndugu zangu, ni wapenzi watukufu, yule mwenye kuguswa na hili na kuona kwamba lina umuhimu, basi milioni 25 ni hela ndogo sana milioni 25 ni hela ndogo sana, ndani ya miezi sita. Nafikiri kwa uwezo wa Allah subhanahu wa taala, tukijitageti vizuri, basi tutakuwa ni wenye kuipata. Ndugu mtazamaji, na kuhusia utakapotaka kutuma sadaka yako, basi jiridhishe kwa kupiga hata kwa video call, Maalim Shabani, nataka kuzungumza na wewe na kupigia video call, tuzungumze uhakiki, ndio mwenyewe Maalim Shabani, ili usije ukafanya ukafanya ukafanya makosa ikaenda gharama kwa mtu mwingine. Maana matapeli wanatumia hizi klipu, wanatumia pia neno jina hilo la Maalim Shabani, alafu namba wanaweka za kwao. Hatimaye siku unakuja unakutana na tapeli, watu watakuja kukuingiza mjini. Kwa ajili hiyo umakini unahitajika, ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji wa Maalim Shabani. E, tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwanza mazuri yaliyozungumza ni taufiki yake yeye, ni kama kuna makosa basi haya yanatokana na nafsi na shetani na tunamomba Mwenyezi Mungu atuhifadhi na nafsi na shetani. Lingine tunamomba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla atuvushe salama kwenye e, hali hii ya uchaguzi, hali tuliokuwa nao sasa ya utulivu, basi na hata baada ya uchaguzi pia e, upatikane utulivu zaidi ya hapa. Hili ndio tunamomba Mwenyezi Mungu, tunatoka alfajiri, kiguu mosi kiguu pili kuelekea kwenye swala. Basi Mwenyezi Mungu atudumishie hali hii, ituendelee sisi na watoto wetu na a na wajukuu zetu na na vitukuu vyetu, kwa sababu ndugu zangu, sehemu pakikosekana kitu kinachoitwa amani, ndugu zangu, hapo hakuna kitu kinachomea. Tunao ndugu zetu majirani shehe, wana kila aina ya mali, wana kila aina ya ya nini ya, ya mali, lakini kutokana na mali zao no wananufaika nini? Hawanufaiki nazo. Kwa sababu gani? Hakuna amani. Kwa ajili hiyo, ndugu mtazamaji E, na mfuatiliaji wa Maalim Shabani, tunamwomba Mwenyezi Mungu atupe salama kabla ya uchaguzi na kwenye uchaguzi wenyewe na baada ya uchaguzi pia. Tunamwomba Mwenyezi Mungu na wale watakao, e, Mwenyezi Mungu kuwajalia kupita kutuongoza, iwe katika wabunge iwe katika madiwani iwe katika uraisi. Tuamwomba Mwenyezi Mungu awatie huruma dhidi ya sisi raia zao. Mwenyezi Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla awatie huruma kwenye mioyo yao watuongoze vizuri watu, we, we, we, wapate uongozi wa uendeshi kwa lengo la kutusaidia sisi watu ya chini e, na yule ambaye mwenye nia ovu basi tunamwomba Mwenyezi Mungu aishilie huko e, na hatimaye siku tubaki sisi e, na utulivu wetu Wanasema yakosekane yote, lakini kule kukosa amani ni balaa zaidi. Mwenyezi Mungu azawajalla tunamwomba, tunawatakia kila la kheri, na tunawaombea kheri viongozi wetu. Mwenyezi Mungu azawajalla wape afya njema, na sisi wenyewe pia Allah atupe afya njema na atupe mwisho uliokuwa mwema, na hatimaye tukutane na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala hali ya kuwa sisi eh, ni ni waja waliosalimika eh, na mambo mbalimbali mbali, ikiwemo watu ambao tutakuwa tumesalimika na moto wa jahannam, watu tutakuwa tumesalimika na adhabu za kaburi, tukutane na Allah tukiwa tumesalimika na kila aina ya kasoro. Ndugu zangu na wapenzi watukufu, hata wewe na yule na ule kule, kuomba utulivu ni kitu cha umuhimu sana eh, hili ni jambo la kila mmoja, wala si jambo la uchama wala si jambo la udini. Kila mmoja anatakiwa muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utulivu upatikane. Nyuma kamera kisimama vema, habibi bibi Suleiman ibn Sultani na mimi ni ndugu yako, eh, Maalim Shabani kutokea hapa Maalim Shabani Dua Center, tuna la ziada tunasema, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ila liqa.